Unaye nani? Halo, safi sana. pesa gani? pesa gani? Sikiliza bwana mdogo, sikiliza bwana mdogo, sikiliza bwana mdogo, fanya kazi bwana mdogo, fanya kazi, wacha ukoni mani, fanya kazi U... Ulionao sasa, wizi huo ulionao sasa, wizi na wu wizi utakuponza ndugu yangu, usipojikakamua kama mtu wa kiume ukafanya kazi utaumbuka, mshenzi wewe. Wewe fanya kazi, wacha vya watu wewe, wacha vya watu nini, nini nini, nini. Acha upumbavu bwana mdogo wewe. Vipi bana, wewe? Vipi bana, wewe? watakuniambia nini? Sasa sikiliza, venye unataka havikai hivyo, chenye unafanya fanya roga, bwana mdogo, roga we mshenzi nini, kutwa kutu. Utafanya kazi ama utang'ang'ania vitu visivyo kuhusu? Fanya kazi kijana, fanya kazi kijana. We vipi kama wanawake wanafanya kazi, we mume mzima utakuwa tu kulegea legea hapo? Wewe fanya kazi, usipoweza olewa wewe. Ah, unakuja mjini tu, unaona mjini rahisi? We mpuzi nini. Changamka wewe, wanawake wanachangamka, sembu seu mwanaume mzima hapo unaongea unaongeongea vipi visivyo na msingi. Wewe changamka wewe, mjini huku wala watakuwa mpaka poda. Acha ushenzi wewe, eh eh, vipi wewe? Mtu wa kiume mzima unajilegeza legeza nini mjini hapa, fanya kazi, utaolewa. Acha ushenzi wewe.